Kitabu cha Waebrania mlango wa sita. Kwa sababu hiyo, tukiacha kuyanena mafundisho ya kwanza ya Kristo, tukaze mwendo, ili tuufikilie utimilifu, tusiweke msingi tena wa kuzitubia kazi zisizo na uhai, na wakuwa na imani kwa Mungu, na wa mafundisho ya mabatizo na kuwekea mikono, na kufufuliwa wafu na hukumu ya milele. Na hayo tutafanya, Mungu akitujalia. Kwa maana hao waliokwisha kupewa nuru na kukionja kipawa cha mbinguni na kufanywa washirika wa Roho Mtakatifu na kulionja neno zuri la Mungu na nguvu za zamani zijazo, wakaanguka baada ya hayo, haiwezekani kuwafanya upya tena hata wakatubu, kwa kuwa wamsulibisha Mwana wa Mungu mara ya pili kwa nafsi zao na kumfedhehi kwa dhahiri. Maana nchi inayoinywa mvua inayoonyeshea mara kwa mara na kuzaa mboga zenye manufaa kwa hao ambao kwa ajili yao yalimwa, hushiriki baraka zitokazo kwa Mungu; bali ikitoa miiba na magugu, hukataliwa na kuwa karibu na laana, ambayo mwisho wake ni kuteketezwa. Lakini wapenzi, ijapokuwa twanena hayo, katika habari zenu tumesadiki mambo yaliyo mazuri zaidi na yaliyo na wokovu. Maana Mungu si dhalimu hata aisahau kazi yenu na pendo lile mlilolidhihirisha kwa jina lake, kwa kuwa mmewahudumia watakatifu na hata hivi sasa mngali mkiwahudumia. Nasi twataka sana kila mmoja wenu aidhihirishe bidii ile ile kwa utimilifu wa matumaini hata mwisho, ili msiwe wavivu, bali mkawe wafuasi wa hao wazirithio ahadi kwa imani na uvumilivu.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 tuliyo nayo kama nanga ya roho yenye salama yenye nguvu, yaingiayo hata mle mlimo ndani ya pazia, alimoingia Yesu kwa ajili yetu, mtangulizi wetu amekuwa kuhani mkuu hata milele kwa mfano wa Melkizedeki.